Chochote he, chochote kinawezekana. Je, itakuja ngoma ya CCM au ngoma ya kulabata? Asante sana, wameshamalizana tayari, wameshakubaliana tayari. Itategemea studio gani watatumia, mpya ambao, eh, tumeizindua hivi karibuni. Eh, niliwaambia niliwaambia, yes, hatimaye msanii Diamond Platnumz ameweza msa kukubali kabisa kwa kusema kwamba yeye hana shida na msanii Alikiba kama vile ambavyo watu wengi wanadhania. Unajua, watu wengi wanadhania kwamba msanii Diamond Platnumz ana shida na msanii Alikiba sana. E, watu wengi wanasema kuna bifu, na wajui bifu hilo lilianzia wapi. Sasa msanii Diamond Platnumz amekuja kuweka sawa jambo hili kwa kusema kwamba yeye hana matatizo yote na msanii Alikiba, hata ikiwa ni kolabo, amewahi kumwita sana sana Alikiba wafanye kolabo, lakini Alikiba mwenyewe ndio e, hapendi kufanya kolabo na Diamond Platnumz, sijui ni sababu gani e, na Diamond Platnumz akimuuliza hamweki wazi, akimuuliza Alikiba ni sababu gani, Alikiba hamwambi chochote. Kwa hiyo basi Diamond Platnumz anasema kwa nini kumfuatafuata Alikiba, inabidi kila mtu aweze kufanya A, vitu vyake bwana, full video iko hapo mbele, bujionee mwenyewe akili ambacho anakizungumza. Yes bwana, ebwana, sasa hivi eh, kila mtu anazidi kutoa nyimbo, yani wasanii wote wakubwa wakubwa, kila mtu anazidi kutoa nyimbo zake. Hakuna haja ya kungojeana, kusema mtu fulani anatoa nyimbo, basi mimi acha nikae kimya. sasa hivi kila mtu ameamua kama Noma mbwai iwe noma. Hii ni baada tu ya msanii Diamond Platnumz kusema kwamba huu mwezi wa kumi e, ni mwezi wake wa siku, una, ni mwezi na ambao ni siku yake kuna siku yake ambayo aliwahi kuzaliwa na inaambatana na mwezi huu sasa hivi akaahidi kuwa atatoa manyimbo ama atatoa ngoma mpaka mwaka ujao, hamna kupumzika, baada ya wiki mbili anashia nyimbo. Sasa kama una kialbum chako ama una kinyimbo chako e, bwana, inabidi ujifiche, sababu mimi msanii Diamond Platnumz e, na kwenda kuachia mangoma kila siku. Sasa akawa kama anatishia e, watu hivi, lakini unajua wasanii, e, wa wengine ni wakubwa tu, hawezi kutishika kwa jambo kama hili, wanaliona ni jambo fulani tu la kawaida. Na kuhusiana na nyimbo, basi watazidi kuzitoa kila siku. Sasa kuna baadhi ya wasanii wameweza kuachia ngoma zao e, nitakwenda kuelezea wasanii gani e, na kunaendaje kuhusiana na ngoma hizo e, hii ni baada ya msanii Diamond Platnumz kutangaza ushindani wake na wasanii watakaoachia ngoma huo wakati huo ambao yeye atakuwa ameachia ngoma zake bwana. Umbea Media TV ndio inakupa habari zote na inakuletea burudani kamili. Cha msingi tu wewe zidi kusubscribe, una like pia halafu una share bwana, tunazidi uh, kwenda pamoja uh, ili na wewe uweze kujua kila kitu kinachoendelea hapa mtandaoni uh, kulingana na wasanii wetu hawa uh, wa hapa Bongo. Sasa Diamond Platnumz ameweza kuachia ngoma zake tatu. Ngoma ya kwanza ni inajulikana kama vile Msumari, e, ni ya kimapenzi mapenzi hivi, mdundo wa kimapenzi Bongo Flava, a, Bongo Flava yetu tu. Alafu ya pili ika, inajulikana kama vile nani na ni Bongo Flava tu bado ya kimapenzi mapenzi. Kumekuja tena akachia ngoma ya tatu inajulikana kama vile Sasampa sasa, isa Sampa ni amapiano ambao ni mdundo wa South Africa kule, sio Bongo fleva yetu. Sasa ngoma hizi tatu zimezidi kukimbiza mno eh, zote zimeingia trending na kuanzia namba 1 mpaka namba tatu, ngoma zake zote ndo ambazo zimeingia trending pale. Hivyo comment zikiwa ni nyingi kule mtandaoni, sana sana ukiingia upande wa Instagram pale eh, mashabiki zake wanazidi uh, wanazidi kujibeza sana na kusema kwamba Diamond Platnumz ni mmoja tu, hana mpinzani sababu hakuna mtu ambaye amemtoa kwenye trending pale. Ngoma zake zote tatu alizozitoa, basi zote zimeweza kushika trending. Hakuna hata ngoma ya mtu mwingine aliyoitoa ikaweza kuingia trending. Baada ya kutoa ngoma hizo ndio msanii Harmonize na akawa tayari ameshaachia video ya ngoma yake kidedea ile lakini, kidedea ni ngoma ambayo ilitoka kitambo, video ndio aliweza kuiachia uh, juzi. Lakini ni nyimbo nzuri kidedea, lakini haikufanikiwa kufungia trending kwa sababu ilipata views kidogo. Ndani ya siku mbili ilikuwa na viewers laki tano ambayo ni viewers kidogo ukilinganisha na vile ambavyo msanii Harmonize amezoea kupata watazamaji pale maeneo ya YouTube. Sasa Harmonize naye akaja kutoa tena ngoma ngoma yake inaitwa Friend Zone ambao alikuwa me, ameshirikiana na msanii Ibra. Najua watu waliongea sana kusema ho Ibra alidhulumiwa sana na Harmonize, hawezi tena kuimba na Harmonize. Kumbe ile yote bwana ilikuwa ni kiki tu. E, ni kiki ya mwisho wa siku Harmonize akaweza kuimba tena na Ibra. Na ni ngoma ambayo pia imefanya vizuri kwa sasa ni audio tu bali sio video. E, inajulikana kama vile Friend Zone. Uh, msanii Alikiba naye akatoa nyimbo yake pia, na kila mtu sasa hivi anapigania kivyake, sababu kila mtu ametoa ngoma uh, kiupande wake, hasa watu wengi wakasema kwamba eh, Diamond Platnumz amefanya hivi ili kumzuia msanii Alikiba asiweze kupenya A kupenya vizuri kwenye mziki ama kumaliza kabisa kimziki, lakini Diamond Platnumz amekuja kujibu maswala haya kwa kusema kwamba yeye hana shida na msanii Alikiba na Diamond Platnumz anasema kwamba anamkubali sana msanii Alikiba sababu, kukaa kwenye game ku maintain kwenye game miaka 20 na mpaka sasa hivi hujapotea kimziki, bado una hit t e, sio jambo la kawaida, bali ni jambo jambo kubwa sana. Wengi aliokuwa wakiimba nao Alikiba enzi za zamani huko mwaka elfu mbili na mbili mpaka sasa ama mwaka elfu mbili huko elfu mbili na moja mbili na tatu mpaka sasa hivi wengi washacha kimziki, wengi wanafanya mambo yao, hawahiti tena, kina wale wote washafifia kimziki, lakini msanii Alikiba mzee wa Macmuga bado yupo mpaka sasa hivi bwana, sio jambo dogo mtazamaji . Uh, sasa Diamond Platnumz anasema anaheshimu hivyo, anaheshimu kazi ya za Alikiba tokea kitambo na mpaka sasa. Na yeye alipokuja kuimba tayari alimpata Alikiba yupo kwenye gemu, na mpaka sasa hivi bado yupo kwenye gemu, hajapoteza ramani yake ya kimuziki, ndio maana anajiita mfalme ke king Kiba. Kwa hiyo Diamond Platnumz amonyesha pendo kabisa kusema kwamba anamkubali Alikiba, anazidi kukubali, uh, nyimbo zake na kuongezea akasema kwamba yeye hana tatizo lolote na msanii huyu Alikiba. Hajajua kuna mashabiki ndio wanagombanisha, lakini yeye anasema kwamba hana tatizo na msanii huyu Alikiba ikija ni masuala ya kolabo. Kama ni kuhusu kolabo, Diamond Platnumz anasema kwamba amewahi kumtafuta Alikiba mara nyingi waweze kufanya kolabo, lakini Alikiba mwenyewe ndio kama anampiga chenga chenga hivi. Sasa naona kwamba haina haja amlazimishe, e, eh, anabidi anamwacha. Lakini kuhusiana na masuala ya kolabu Diamond Platnumz anasema anamkubali sana, uh, msanii huyu ambaye ni Alikiba. Anasema kuna siku alipatana studio akiwa eh, na ana, ana, ana, anatengeneza ule wimbo wa Lala Salama. Sasa Diamond Platnumz akawa ameimba nyimbo yote, lakini akasema kwamba ngoja nitie tu verse 1, la chorus, alafu verse two, wewe, utaimba Alikiba. Alikiba akasema sawa, lakini pale Alikiba Alikiba akawa kama hayuko, hayuko, yani hayuko willing, ama hayuko tunaweza sema kivipi Kiswahili nacho so, kigumu hichi eh, hayuko yani hajaridhia, ah, haku hakuimba, bali akatia two beat pale ni nini na tone. Sasa Diamond Platnumz akaona kama hujaridhia, basi acha niimbe nyimbo yote tu mwenyewe ikabidi aweze kurudisha verse two. Verse 2. 1 akayapiga chorus na verse 2 eh, ile lala salama. Ndio hivyo Diamond Platnumz akaimba mwenyewe. Sasa hajajua bifu lake na Alikiba limetokea wapi, sababu Diamond Platnumz anasema yeye hana shida yoyote na msanii Alikiba, bali hajui ni kwa nini Alikiba hapendi story zake bwana. Umbea Media TV nazidi kukuletea taarifa hizi kamili, azidi kusubscribe au unazidi kulike, una comment, na hata pia una share kwa ndugu, jamaa, majirani na hata pia marafiki zako.